Katika maandiko ya kale, michoro ya ajabu, na magofu ya kihistoria, wapo wanaosema kuwa kuna vielelezo vinavyoonyesha kuwa wanadamu wa kale walijua kuhusu ndege na helikopta hata kabla ya teknolojia hiyo kuvumbuliwa rasmi katika karne ya ishirini. Je, hizi ni tafsiri potofu za vitu vya kawaida au ni ushahidi ya kwamba watu wa kale walikuwa na uelewa wa hali ya juu sana, au waliwahi kushirikiana na viumbe wa ajabu kutoka ulimwengu mwingine. Karibu tujue mengi zaidi kuhusu ndege hizi zilizoonekana karne nyingi zilizopita. Namba moja ni mchoro wa helikopta ulioonekana katika jumba la Seti 1 huko Misri. Katika hekalu la mfalme Seti 1 huko Abydos nchini Misri, kuna michoro ya ajabu sana iliyoonekana kwenye dari. Michoro hiyo, kwa macho ya kisasa, inaonekana kama helikopta, ndege ya kivita, au hata kifaa kinachofanana na drone. Michoro hiyo ipo kwenye jiwe la mawe ya dari na haijaharibika kwa kiasi kikubwa. Watafiti wengine wanasema kuwa uwepo wa michoro hii huenda ni matokeo ya uchongaji wa maandishi mawili tofauti juu ya jiwe moja. Lakini swali la kujiuliza ni kwa nini michoro hiyo ifanane sana na teknolojia ya kisasa? Je, yeah, ni sanamu tu au ni kumbukumbu kumbu ya kile walichokiona watu wa kale? Na labda wageni kutoka angani waliwahi kuonyesha teknolojia hiyo kwao? Namba mbili ni kuonekana kwa ramani ya Piri Reis. Ramani hii ya ajabu iliyochorwa mnamo mwaka 1513 na Admiral Piri Reis ambaye alikuwa ni mwanamaji kutoka milki ya Ottoman. Kinachovutia zaidi ni kwamba ramani hii inaonyesha maeneo ya dunia kwa usahihi wa hali ya juu sana, ikiwa ni pamoja na bara la Antarctica kabla halijafunikwa na barafu. Sasa maajabu ya ramani hii ni kwamba inaonyesha mtazamo wa juu kana kwamba ilipigwa kwa picha kutoka angani. Lakini pia mchoro wake unafanana sana na satelaiti za kisasa na inaonyesha milima, mito na fukwe kwa usahihi usio wa kawaida kwa wakati huo. Je, yeah, hii inaweza kuwa ni ushahidi ya kwamba kulikuwa na ndege za angani au satelaiti za kale, au kuna historia nyingine ambazo hatujaambiwa? Haya yote bado ni maswali ambayo bado tunajiuliza. Namba tatu ni kuhusu Vimanas ambazo zilikuwa ni ndege za miungu katika India ya kale. Katika maandiko ya kale ya Uhindi kama vile Mahabharata na Ramayana kuna maelezo ya kina kuhusu ndege hizi za Vimanas ambazo zilikuwa ni ndege zilizotumiwa na miungu na mashujaa wa kale. Ndege hizi zinatajwa kuwa na uwezo wa kuruka juu sana angani, na baadhi zilikuwa na umbo la duara na zenye silaha zenye nguvu za ajabu kama vile Brahmastra, inayofanana na silaha za nyuklia ya Kisasa. Katika kitabu cha kale kitwacho Samarangana Sutradhara kuna maelezo ya kiufundi kuhusu jinsi ya kujenga ndege hizi za Vimanas yakitaja injini, chuma maalum na hata mfumo wa kujikinga na miale ya jua. Namba nne ni kuonekana kwa michoro ya Nazca huko Peru. Katika tambarare za Nazca huko nchini Peru, kuna michoro mikubwa sana ardhini inayoitwa Nazca Lines ambayo kwa kawaida haiwezi kuonekana kwa usahihi mpaka mtu awe angani. Sasa swali la kujiuliza ni kwa nini watu wa kale walichora michoro hiyo kwa ukubwa ambao hawakuwa na njia ya kuiona kutoka juu? Je, yeah, walikuwa na vifaa vya kuruka au walikuwa wakichora kwa heshima ya viumbe waliokuwa wakiruka juu yao? Hii imewafanya baadhi ya watafiti kudhani kuwa watu hao walikuwa na uhusiano fulani na teknolojia ya anga au walikuwa wakimkaribisha mgeni wa angani. Namba tano ni ushahidi wa maandiko na hadithi za kuruka katika mabara mengine, mfano Afrika. Katika simulizi za kale za Dogon kutoka Mali, kuna maelezo ya ajabu sana kuhusu nyota ya Sirius B, ambayo hata wanaastronomia wa kisasa waliigundua baadaye kwa kutumia darubini zenye nguvu. Watu hawa walidai kupata elimu hiyo kutoka kwa wageni wa kuruka waliokuwa na chombo cha kutoka juu ya anga. Lakini huko Amerika ya Kusini, katika maandiko ya kale ya Maya, miungu yao walielezwa wakishuka kutoka kule juu wakiwa na sauti za mawingu na mwanga mkali kama vile ndege au chombo cha kuruka. Je, hii ni historia tuliyoisahau au ni siri iliyozimwa? Kutokana na ushahidi huu wa kale, kuna maswali makubwa ambayo yanaendelea kuibuka. Je, watu wa kale waliwahi kuunda ndege na helikopta? Je, walipewa teknolojia hiyo na viumbe wengine wa juu, au walikuwa tu wabunifu wa hali ya juu waliotumia mafumbo kuficha maarifa? Ingawa sayansi ya kisasa haina majibu ya moja kwa moja, lakini hadithi hizi zinaendelea kuwasha moto wa fikra na pengine kuna historia ya binadamu ambayo haijawahi kuandikwa rasmi na bado inaishi ndani ya mawe, michoro na hekaya. Niachie maoni yako katika comment section. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.